Wageni kwa wenyeji katika kipindi hiki cha shule ya Sabato, ngeukie jirani yako mwambie unafuraha katika siku ya ya watoto shule ya Sabato. Siku ya leo itaendeshwa kwa mfumo wa kikao. Tunaomba nyie kama na kijiji mtusikilize kwa yale yanayoendelea hapa mbele yetu. Tuko na mbalimbali katika kikao hiki. tunaye Mwitilisi wa kijiji ambaye kwa majina ni Ediki Amos asimame awasalimie. Amina. Pia tunao viongozi wa dini wa kijiji tuna mchungaji Aivani Eliabenda asimame awasalimie. Amina. Pia tunaye mchungaji Frenki asimame awasalimie tunapatana na balozi wa kijiji au balozi wa mtaa Bethlehem ambaye ni Johnson Geoffrey. Tunaye pia mgeni rasmi kwa majina ni Amos. Tunaye pia katibu wetu kwa majina ni Neria Zebedali, na mimi ni mwenyekiti wa kijiji kwa majina ni Lamini Fraini. Nimkaribishe mwinjilisti wa kijiji atupatie somo fupi. Wanaweza sio. <laughs> Somo langu la kumi na moja ni kitu ya somo kinachosema Mungu pamoja nasi. Fungu la karibu linasema maana leo katika mji wa Daudi amezaliwa kwa ajili yenu, mwokozi ndiye Kristo Bwana. Natoka katika kitabu kile cha Luka 2 mstari wa 11. Ujumbe Yesu alizaliwa kama mwanadamu ili aweze atusaidie kuitambua tabia ya Mungu kwetu. Somo ila leo linatukumbusha kwamba kwamba Yesu alizaliwa ili aweze kumkomboa mwanadamu katika ile la dhambi kwa wakumwaga damu yake pale juu msalabani. Washiriki unasemaje? Nimkaribishe mwenyekiti nimkaribishe balozi wa kijiji au balozi wa mtaa wa Bethlehem. Alikuwa akitembelea wanakijiji wake kwa muda wiki nzima, na kwa siku ya leo atatupatia kisa cha Brazili, kijana mmoja aliyekutana naye katika kuwatembelea wanakijiji wake. Ulipokuwa nchini Brazil, nilikutana na kijana mmoja mwenye ndoto kubwa na na umri wa miaka wa miaka nane alikuwa na ndoto akuja kusoma na kuandika. Alikuwa hapo anakaa na bibi anaka yake baada ya kutokea mtafuruko mkubwa, baada ya wazazi wake kutongana akaa na bibi yake. Ilipita mwaka mmoja, akwenda shule Aliji, alijiuliza akasema ndoto yake haitawezi kutokea haitaweza kutimia. Palitokea mtu mmoja, nakwenda kumwambia bibi yake kuwa kuna kuna kanisa la Waadventista Wasabato na madarasa mazuri ya kuwafundisha watoto. Alijulikana al al kwa jina anaitwa Kawe Kawe. Alipelekwa kwa mwana saikolojia huyo, na kwenda aliulizwa, kubwa, nataka nije kuandika, na aliulizwa swali lingine ndoto. Yule mwana saikolojia alitamani al sana kuitimiza ile ndoto kwa kijana yule anaenda kwa mkuu ile shule na kwenda kumwambia kuna kijana mwenye ndoto kubwa. na mwanamke, kijana huyo alipelekwa kwenye chumba cha kompyuta, na alipofikishwa hakufanya chochote, alikaa tu. Yule mkuu yule wa ile shule aliuliza, kwa sababu yeye hafanyi chochote, wana saikolojia yule alimjibu kwa hawezi kuandika wala kusoma. Yule mkuu akamuuliza waeleshi, yule mkuu ile shule akamuuliza wana saikolojia yule kwa ataweza kutimiza ndoto yake. Mwana saikolojia yule alijibu na kusema, ninamwamini. Alipelekwa kwa mwanafunzi aliyokuwa anasomea katika shule hiyo shule ile, anakwenda kukaa naye. Baada ya miezi mitatu kupita, aliweza kuandika jina lake na alishangilia sana kwa kuweza kuandika na kusoma. Ilipofika siku ya Sabati, alienda kanis, katika kanisa hilo na alifurahi katika programu zao alizokuwa anazifanya pale kanisani. Nalifurahi kwa na woma alio fanyia wakushonea nguo za wavunguzi, alifurahi sana. Na baada ya miaka mitatu tena alikubali kutoa moyo wake kwa Yesu na kubatizwa. Sadaka hapo ya kumi na tatu ukasaidia kujenga kujenga madarasa ya msingi na sekondari nchini Brazil. Sante kwa kupanga sadaka yako kwa kumi na tatu. Amen. <laughs> Mkaribishe mgeni rasmi kwa ajili ya kutupatia semina fupi itakayotusaidia sisi kama na kijiji cha Bethlehem wanazosifiwe. So semina fupi ya leo ina kichwa kinachosema shule ya sabato, kama moja, kauli kuu ya shule ya sabato yaisemayo shule ya sabato likaa kanisa wanaotenda barabara, imetumiwa na watu wengi katika sehemu tofauti tofauti. Hebu tuchunguze kidogo. Moyo ni kiungo kidogo cha mwili kinachotusaidia katika kusukuma damu. Mambo ambayo mambo ambayo tukiyafanya ndani ya kanisa yanaweza kudhoofisha shule ya sabato. Moja, kuwapanga na kikosi cha wasiofahamiana. Hili ni tatizo kubwa ambalo watu wataweza hawataweza kutembeleana na kufanya uinjilisti. Tunatakiwa kuwapanga watu wanaofahamiana na kuangalia jiografia ya washiriki wanapoishi. Pili, midororo ya kufanya ibada za nyumbani. Watu wamekuwa na mazoea ya kutokufanya ibada za nyumbani kwa sababu wamechukulia tu ni mazoea ya kufanya ibada za nyumbani, hawana muda akufanya wanalala tu. Tatu, kupanga upa, upa, madarasa ya shule pale. Ukiwapanga watu katika madarasa watakuwa na ushirikiano mkubwa, watafanya kazi ya Mungu. Lakini kadri muda unapozidi kwenda watu chana, wana, wanaanza kuachana, wanaanza kupotea katika madarasa yao. Nne, uendeshaji wa shule ya sabato usio na umakini. Hili ni tatizo kubwa kwa sababu watu wanapenda shule ya sabato uwe na mvuto. Ukiwa unatoa somo unatakiwa uwe na uendeshaji makini na kuwashirikisha washiriki. Tano, mazoea ya shule ya sabato. Hili ni tatizo lingine kubwa katika washiriki. Washiriki wamekuwa na mazoea katika shule ya sabato, ndio maana washiriki wa sasa hivi hawawahi katika shule ya sabato kwa sababu wamechukulia ni mazoea tu. Sita, kutokuwa na, kutokuwa na malengo. Hili ni tatizo kubwa katika viongozi kwa sababu kuwa na malengo itamfanya shiriki kushughulika na kufanya uinjilisti kwa wingi mambo yafuatayo yanaweza kusababisha shule ya sabato, shule ya sabato ikakuwa katika kanisa moja kupanga kupanga washiriki wanaofahamiana. Hii itasaidia washiriki kutembeleana na kufanya wajilisti ndani na nje ya kanisa, itafanya kuwaleta watu na, kwa Yesu na kuwabatiza. Mbili, kutokuwa na mazoea ndani ya kanisa. Hii itasaidia washiriki kuwahi na kusikiliza neno la Mungu, hawatakosa vipindi vizuri ndani ya kanisa, maana shule ya sabato, shule ya sabato ni kipindi kizuri ambacho kitasaidia watu kumjua Yesu kwa undani zaidi. Tatu, kuwa na uendeshaji makini ndani ya shule ya sabato. Kuwa na uendeshaji makini katika shule ya sabato itasaidia kukuza na kuimarisha imani ya washiriki, kwani watakuwa na mtoto wa ndani ya kanisa na watakuwa na mtoto wa ndani ya kanisa na kusikiliza neno la Mungu. Tano, kuwa na malengo. Kuwa na malengo, viongozi wanatakiwa kushirikisha washiriki malengo yao ya mwaka huo katika shule ya sabato. Washiriki watakuwa na moyo wa kuwahi na kusikiliza neno la Mungu. Bwana awabariki. adisha kawanikiti. Nakwenda na. na kusoma taarifa tarehe sita mwezi wa kumi na mbili mwaka elfu mbili ishirini na tano. Yes. Ilikuwa ni majira ya saa tatu na dakika kumi na tano wakati tulipoanza vipindi vyetu vya shule ya sabato sehemu ya pili, tukiwa na jumla ya wanachuo wa ishirini na tisa tukiongozwa na mwalimu wa nyimbo Geoffrey Awadhi kwa nyimbo namba mia tatu arobaini na mbili jupari tukaletewa pa mfungu na ombi na narowal. Ujumbe usemao basi hayo yalo wapata wao kwa jinsi ya mfano. Somo la ukuziaji tukaletewa na tukaletewa naea, ujumbe usemao shule ya sabato na usema wa kijamii. Somo la utume tukaletewa na Gadiel Paulo, ujumbe usemao wa wamisionari wasoota lajii Taarifa ya tanjilizi waliotembelewa kwa kusudi la injili tisa. Idadi ya magazeti vitabu vijuzu vilivyotolewa vinne. Idadi ya mafundisho na mahubiri yaliyotolewa kumi na nne. Idadi ya roho zilizoongolewa mbili. Idadi ya watu waliosaidia watatu. Idadi ya nguo zilizotolewa hamna. Fedha na thamani ya chakula chakula kilichotolewa sitini na tisa. Waliosoma lesoni kwa mpango

Sikiliza Mungu awabariki. Uh, namkaribisha karani. Namkaribisha <tip> karani. Namkaribisha <tip> viongozi wa dini aina ya Ivan